Mchengelwa mtu kazi. Uh, waziri wa afya sasa. Subiri nakuja okay. Waziri wa wa, wa afya mi, mm. nizungumze ukweli kwamba yona eh, twende mbele na kurudi nyuma. Mchengelwa anafanya kazi uh, yeah. Mchengelwa hakuna hata wizara hata moja ambayo aliyokwenda akashindwa hakuna. hakuna kila wiziliko tumeona juzi bilioni ngapi zimeokolewa zime, zime, zime, zime ndani ya wizara ya afya ameokoa mabilioni ya fedha ndani ya wizara ya afya. Je, mawaziri waliopita hawakuyaona? Inawezekana waliona, wakaona ni jambo jepesi. mm. kwenye swala la mitihani sio ona, mitihani ipelekwe wizara maalum, wizara ya elimu, hizo bi mbili weka huku, maisha yaendelee. yeah, yeah. nimwambie tu Mchengelo, mimi siku moja, nikwambia ukweli nilimwotea nafasi kubwa sana, siwezi kuisema hapa nilimwotea nafasi kubwa sana kwamba atakuja kiukua kiongozi mkubwa sana zaidi ya nafasi aliyokuwa nayo ndani ya nchi, na si muda mrefu MMK MMK atakuja kuwa nafasi sijui. e, nisitoboe siri eh. yeah, nisitoboe siri. e, nisitoboe siri. Ni kodi hizo e, lakini kwa kumalizia hayo mengine tutakuja kuzungumza wewe. hey, kwa kumalizia, huyu bwana ni rafiki yangu, ila ni rafiki yangu wa miaka mingi, sijaonana naye tokea nimeanza harakati, ninakaribia miaka mingapi sijuliziwani. mm. Liziwani, hmm. watu wengi wanamchafua sana watu wengi wanamchafua lakini hawamjui. Ndio changamoto. Ndio sisi tunamjua Riziwani, ndio sisi tuulizeni sisi. Leo ukisema Riziwani ni bilionea, unaikosea nafsi yako na unajikosea we mwenyewe. Riziwani ni mtu wa watu, na mkitaka kuamini, waulizeni wanaChalinze umjomba, huyo anafanya kazi Chalinze anafanya kazi Chalinze, huyo anajua kuhusu Riziwani. Ndio sawa sawa yale yale wanamchafua Abdul. Ya, hawa mjibu. Yaani hawa, yani unajua kuna yani, vi, vi watu sijui vinawashwago vinavionjua nani? Anakuwa ana mdudu kichwani. Mbuzi. Ana kichwani. Ah. E, anakuwa anafunza kichwani. Okay, eh, anakuwa anafunza. Kwa ukimuona anapiga sana hizi, unajue funza kashaanza kufanyaje? Mm. Kuwavuruga. Kupiga kichwa. Eh, anapiga kichwa na ile haumi. Mm. Kwa sababu funza ndo anafanya anamvuruga. Ni sawa sawa naao ndugu anaowachafua, anemchafua Abdul na anemchafua na nani? Na Riziwani. Leo hii wewe unaesema kwamba mtu fulani anamiliki mali fulani, tupe ushahidi. Haya, sisi tunaamua sasa, tunasema tukimpeleka, tukimpeleka mahakamani makam, ukatupe ushahidi "Ule ni nani? Unamjua yule? Ah simjui, si jamaa tu. Akwambia ndo abili mwenyewe ndo yule. Ah kumbe ndo yule eh. Mtu wa kawaida tu wewe, mtu poa tu wewe. Mbara bazake anakimbia. Yaani hey, hapa unakwenda kujifunza kwamba wabongo wanamezeshwa vitu na watu wasiokuwa na uweledi. Ndio maana inafikia hatua watu tunachukiana. Yaani ili mradi Kombo amezusha uongo fulani, wewe unaubeba kama ulivyo. Yaani tena wewe ndo unaenda kuadhisia vizuri kuliko hata hao. Chadema na wataje sasa hivi mtandao razi. Wataje. Viongozi wa Chadema baadhi yao wanachokifanya, wana wadudu kichwani. Wanachokifanya wao wanahakikisha ya kwamba tutengeneze skendo fulani, lengo wananchi waje waamini, kwa sababu sisi ni wasema ukweli. Wanaamini kwamba ukiwa msema kweli kwamba wewe ndio utapendwa na watu, yani na watu wote. Kwa ndio maana wanamchafua Bull. Sasa hivi wakataka kumchafua na naibu waziri wa elimu. Wameshindwa kwa sababu naibu waziri kazi yake inaonekana walikuwa nataka kumchafua naibu waziri wa elimu, okay. Walimuingizia upepo pale, wakachemka, wakona bora wabaki kwa Abdul. Abdul mwenyewe hata time now ana ah, Abdul yuko busy na mambo yake okay, binafsi, okay, na haujai kumuona mita kwenye mitandao ya kijamii hujai kumuona popote, hujai kumuona popote, ndio kile mimi niseme ndio hicho walichokizusha kwa Ridhiwani, ndio hicho walichokigeuza kukizusha kwa Abdul. Mimi nikwambia ndugu yangu Abdul, popote ulipo ndugu yangu fanya majukumu yako kwa amani. Mwenyezi Mungu yuko na wewe. Wale watu wote wenye nia ovu lazima waumbuke mwaka huu. Kwa jinsi Mwenyezi Mungu anavyotuwekea neema kwenye taifa letu, hawa wote lazima waumbuke. Abduli, piga kazi, ndugu yangu, endelea na majukumu yako. Wasiokuwa na kazi ndio watu ambao wanaokujadili. Ujue wewe mtu hana kazi ya kufanya kwa sababu akisema eh, hey, unamiliki kitu fulani, atuonyesha ushahidi. Anasema mtu fulani anamiliki kitu fulani. Kazi yao wana kopa mapicha ya zamani.